Je, unajiuliza kwa nini wateja wako wanakurudia kwa biashara yako? Sio kwa sababu wanakupenda au wanakuamini. Leo nitakufunua siri moja tu muhimu zaidi ambayo inafanya wateja wako wawe wa kudumu: wanapata thamani zaidi kuliko gharama. Si hisia zako wala uaminifu wako, ni matokeo yako. Mfano, unauza kahawa kwa shilingi elfu mbili lakini wanapata furaha ya shilingi elfu tano Toa huduma ya haraka na sahihi. Wapa kitu cha bure kama sampuli, ushauri au ukarabati. Waonyesha faida halisi ya kutumia bidhaa yako, saidia kutatua matatizo yao, sikuuza tu. Wateja hawana huruma, wanahitaji matokeo. Unaweza kuwa na tabasamu, lakini kahawa yako ikichelewa, wataenda kwa mwingine. Trust ni kwa matokeo, si kwa sura tu. Duka A: kahawa nzuri, bei nafuu, haraka, wateja wengi. Duka B: mwenye biashara mrembo anasema please, hakuna wateja. Wateja wanunua kahawa, si tabasamu. Tambua shida kubwa ya wateja wako Tengeneza suluhisho bora kuliko wote. Wapa sababu ya kukumbuka wewe pekee. Fanya biashara yako kuwa lazima, si chaguo. Kumbuka, wateja hawarudi kwa sababu wanakupenda, wanarudi kwa sababu wanahitaji wewe. Jenga thamani yako na utawala. Subscribe kwa mafunzo zaidi ya kujenga biashara isiyopingika. Bonus tip: weka wateja wako kwenye mfumo wa mara kwa mara waweze kukumbuka wewe kila wanapohitaji huduma yako.